Wewe Jaluo. Eh. Nini unalia hapa? Mimi nataka chakula. Mimi <laughs> nataka <draga> chakula. <laughs> Mimi nataka chakula. Kama kuna chakula mimi nachoma hii Kenya. Ukcome na Kenya uchumi imekuwa ngumu sana. Imekuwa ngumu. Mimi nimejipanga, kama kuna chakula mimi nachoma hii Kenya. Sasa unaona makosa ni ya nani? Makosa sio yangu, makosa ni ya mwenye ana rule hichi. Mimi Mimi mimi Mimi Mimi mimi mimi nataka nataka nataka nataka nataka nataka imekuwa chakula. chakula. chakula chakula bwana. bwana. Sasa sasa? Sasa utaitoa wapi mkate hii hii sana, sana, hata hii madarasa itoshie bwana. Ona hii. Hii mandashi wananiusia mbao hii. Yeah. Hii hii ananiusia mbao hii. Hii hii ananiusia mbao hii. Nataka kuambia watu wa Nairobi watu wanaiba. Ilikuwanga fiber bi. Ilikuwanga fiber. Ilikuwanga fiber bi. Hii ilikuwanga fiber bi wananiusia hii mbao hii. Eh. Sasa wewe unasema nini? Ha? Sasa wewe unasema nini? Itakutosha. Mimi nitachoma hii hii eh? mimi nitachoma hii hii. Sasa ukikula hiyo utakula tena saa saba eh? taka nikule saa saba Nikule eh? saa kumi eh? na mimi nikule tena saa mbili usiku eh? na siendi kazi eh? Eh? nataka nikule saa saba eh? asubuhi nikiamuka. Saa saba nakula, saa kumi nakula, eh? nakula. Eh? nakula. Eh? usiku nakula na mimi siendi kazi eh? Eh? Kwa yeah. Ni Kenya imekukalia peke yako. Hapana, huyu yeah. Jamaa aliingia, si Ruto ndiye aliingia. Yeah. Raila alisema akiingia. Yeah. <coughs> <coughs> Anatupea ngiri sita ya bure. Yeah. Anatupea ngiri sita ya bure. Yeah. Sasa Ruto, wewe supe ulete hiyo pesa. Sasa umeenda kujenga nyumba na sisi tunataka chakula bwana. Wow, wao kwa na nyumba kwanza. Mimi sina nyumba iko lakini nalipa rent. Yeah. Na liver red. Uh -huh. Eh, mimi na liver red lakini nataka chakula kwanza. Uh -huh. Eh, chakula ndio mimi nataka. Oh. Na hii, Raila alisema anatupea ngiri sita. Uh -huh. Ile ya bure. Uh -huh. Kumaanisha kila mtu angekuwa anapata ngiri sita, ngiri sita, sita, sita, sita. Uh -huh. Hakuna kuenda kazi. Na hiyo nyumba ulipata wewe? Hiyo nyumba sijapata. Eh. Mimi nasikia fududu fududu jirani wangu ndiye amepata. Eh. Sijui kama ni kweli ama ni uongo. Sijapata hiyo nyumba. Wewe umepata? Mimi sijapata. Hujapata? Sijapata. Oh, mimi kitu nataka kwanza. Takula kupanda, yeah. Ni shida. <laughs> <laughs> Kulipa rani shida, mimi ya Mkati mkati mkati chini <coughs> chini hii, nataka chakula ya bure, mkati naenda chini bwana, mkati hii nimepanda inaenda chini, mkati wana hii kitu <laughs> Sasa yeah. Mimi nakwambia hivi rafiki yangu yeah. Nataka Ruto nipee vitu za bure yeah. <laughs> Ya kula nataka ya bure, chakula ya bure yeah. Mimi sikifanyi kazi, nataka vitu za bure yeah. Kama kuna yeah. Mimi sitampigia kura yeah. Mimi sitapiga yeye kura yeah. Mwambie Ruto, yeah. Ruto, nipee pesa ya bure, chakula ya bure, sieni kazi, utaenda kumi bila break, na ukikataa yeah. Au utapata hata break. Sawa rais, utapea nani, ya? Mimi siku kwanza naongea na Ruto. Eh. Akinipea elfu sita kila mwezi. Eh. Mimi nitampigia kumi bila break, ama kule elfu sita. Eh. Mimi nita make sure. Eh. Nimempigia mtu mwingine. Eh. Acha kunijengea nyumba. Ruto anajengea nani nyumba? Si uko na kwenu? Eh. Si uko na kwenu, ya? Nipe fare niende basi. Eh. Nipe fare niende kwetu. Sasa sasa mbona Ruto akutupee? <laughs>

Kumi bila nini? Break. We, kumi bila nini? Break. Eh, hey, kumi bila break. Ah, break. Nasikia wanaita one time. One time? Eh. Yeah. Nani hao? Nani hao oh, wanaita one JT time? Jezi wanaita one time. Anasema yeah, wanasema hey. Yeah. Arudi tena. Arudi tena? Eh. Yeah. Mimi akinipea ndo sita tarudi. Eh. Yeah. Aleta pesa tu hivi atarudi kumi bila break. Wewe peke yako tu. Sasa mimi na watu, wewe, watu wote wenye wapo. Anataka pesa. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Hatuwezi kwa kuwa tunafanya kazi, tunakatwa. yeah. yeah. pesa inakatwa mingi yeah. kila kitu ni ngumu yeah. maisha imekuwa ngumu yeah. watu wanateta yeah. <coughs> Tanzania hapa wanadharau sisi. Tanzania ijibovu inadharau sisi hapa yeah. <coughs> wakati wa uhuru hatuko tunaona hizo vitu. Wakati wa uhuru sisi hatuko tunaona hizo vitu. Wewe ulikuwa unaona? Ah, mimi si kuona. Ulikuwa unaona, sisi kuona. Tanzania hii hii hii hii iko kwa nyuma, inadharau sisi. Na Ruto baada anaomba hao watu, sasa mshamaa. Ruto anaomba mshamaa, kwa nini sasa? Mimi sijui anaomba Mtanzania, mshamaa Mtanzania. Vinyangarika wote wako hapa Kenya, wa Tanzania wote waende kwao, waende huko kwao. Sisi tunataka kulainisha injili yetu, wakakae kwao.